Ok sawa, Asa, emu... tepesa, <coughs> you, usan, N sawa. Akine, sasa hemu shika kiasi hiki cha pesa, angalia dokta alikuwa mzuri, alafu tunajua tunafanya vipi, ni sawa, lakini sasa tunajua nikifanikiwa, inatokiwa hela ya siku ve Kanani, yeah. unajiona mjanja sana kunezidi mm. mimi <laughs> Kanani, mimi nilikuwa mtoto nikawa mkubwa nikawa kama nyinyi nikapita nikawa mtu mzima. Sasa hivi mimi ni mzee, huwezi kunidanganya hata kidogo. Kwa hiyo kuja hapa kuongea maneno hayo ili nikuone wewe mwema sana kawaida, si ndio?